po katika eneo la kituo cha Chambwino. Uh, katika jimbo hilo la Chamwino ambapo kituo hiki Rais Samia Suluhu Hassan mgombea wa chama cha Mapinduzi atafika hapa kupiga kura yake baadaye hivi leo. Nami nimekwisha kufika hapa mapema sana kuweza kushuhudia namna ambavyo zoezi linaendelea. Kituo kimefunguliwa mwendo wa majira ya saa moja kamili za asubuhi kadri ambavyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini ume ilikuwa imeelekeza. Pengine Kaboriti, mwitikio wapiga kura ukoje na ni vipi utaratibu wa kupi Kura hapo hapo, mwitikio uh, wa uh, wapiga kura umeanza kujitokeza tofauti na chaguzi nyingine ambapo vituo vilifunguliwa mapema zaidi. Mwaka huu vituo vinafunguliwa mwendo wa majira ya saa moja za asubuhi, na itakumbuka katika maeneo mbalimbali nchini humo ni siku ya mapumziko, na hapa nilipo tayari wapiga kura wamekwisha kuanza kujitokeza na zoezi linaanza mwendo wa majira saa moja kamili za jioni mpaka saa kumi na nusu za jioni. Nami nakushukuru sana John Kaboriti, tutaendelea kuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa zoezi hili.